Vodacom, kazi ni kwako. Kwa hiyo TANESCO wanaagizwa kuanzia sasa, wawafate wananchi huko huko vijijini, wakiwa na wakusanya fedha, wakiwa na stakabadhi zao, wananchi walipie huko huko vijijini. Na hii TANESCO wanajua, labda ndugu zangu, mlikuwa mjui kazi moja ambayo tunaifanya TANESCO sasa hivi Ukitaka kuendelea na umeneja, tuna kutathmini kila miezi mitatu, na tathmini yetu ina vigezo vitatu tu. Kwanza, fedha unazozikusanya ndani ya miezi mitatu, makusanyo yatakufanya ubaki kwenye umeneja. Kama makusanyo hayaongezeki, makusanyo yanapungua, wewe meneja hiyo kazi yako nadhani imekushinda. La pili ni wingi wa wateja wapya uliounganisha ndani ya miezi mitatu, wateja wapya watakufanya uendelee kuwa meneja wa wilaya, meneja wa mkoa au meneja wa kanda. Kama wateja hawaongezeki, basi na wewe hiyo kazi ya umeneja imekushinda. na tatu ni ubunifu wako na umakini wako wa kutatua matatizo ya wateja: umeme kukatika, katika nguzo kuanguka, luku kukosekana. Kama kila mara tunapokea malalamiko kwako, kuna matatizo ya luku, kuna matatizo ya nguzo, na hatusikii kwamba umeyatatua, kwa hiyo, hiyo nayo inakufanya usiwe meneja wa karne ya ishirini na moja wa Tanzania ya karne ya 21 kwa hiyo tathmini ya kwanza ilifanyika tarehe moja mwezi wa tatu tathmini nyingine itafanyika tarehe moja mwezi wa sita tathmini ya tatu itafanyika tarehe moja mwezi wa tisa na tathmini ya kabla hatujaenda Krismasi na mwaka mpya itafanyika tarehe 30 Novemba Kwa hiyo una tathmini za karibu nne kwa mwaka ili kumaliza mwaka ukiwa meneja wa TANESCO. E, sisi huku kwetu ni utendaji tu utakutoa, hakuna kingine, ni utendaji tu. Na hayo jamani, ina majungu hayo? Haina majungu, tunaweka mezani, tunaangalia fedha ulizokusanya, wateja uliounganisha na ulivyotatua matatizo ya walaji wako TANESCO. Kwa hiyo, inabidi waende vijijini kuwaomba wananchi waunganishe umeme na sio wananchi kuwafuata watu wa TANESCO.